Mimi nafahamu kwamba kama mwanamke, moja ya shauku ulionayo ni kuona mahusiano ambayo unayanzisha yanakuwa ni mahusiano bora, lakini ni mahusiano ambayo yanadumu kwa muda mrefu. Kwa lugha nyepesi, ni kwamba siamini kama unatamani ukianzisha mahusiano leo yadumu ya kwa miezi mitatu alafu baadaye yavunjike uanzishe mahusiano mengine. Sasa katika suala la kuachana, kuna kuoga na vitu ambavyo vinakuwa ni sababu ya watu kuachana au ni sababu ya mtu fulani kuachika. Ndio maana kupitia video hii nataka tujifunze aina nne za wanawake ambao wanakimbiwa zaidi na wanaume, ili kusaidie kujifanyia assessment na kujiona kama unaweza ukawa aina mojawapo ya wanawake ambao nitawaelezea, na ujue namna gani ambayo unaweza ukaepukana na hiyo hali, ili kuepusha swala la wewe kuachika mara kwa, kwa mara. Aina kwanza ni wanawake wanaitwa controllers. Controllers ni wanawake ambao wanasumbuliwa na changamoto inaitwa control control freak. control freak ni ile hali ya kisaikolojia ya mtu kutaka kumkontrol mtu mwingine, yaani ni ile hali ya kutaka mtu akae chini yako, ni ile hali ya kutaka mtu akae aenende sana sana vile ambavyo wewe unataka. Kwa hiyo aina hii ya wanawake wanakimbiwa zaidi na wanaume kwa sababu kisaikolojia mwanaume hataki kuwa under control ya mwanamke, mwanaume hataki kuendeshwa na mwanamke, mwanaume hataki kutawaliwa. Kwa wakati mwingine wanakuta mwanamke akishaanza e, vidalili vinavyoashiria kwamba anakaribia kumkontrol mwanaume, mwanaume anaona kwamba the best option ni yeye kuondoka. Kwa hiyo unakuta wanawake wa aina hii wanakimbiwa zaidi kuliko wanawake wengine. Aina pili ya wanawake ambao wanakimbiwa zaidi na wanaume ni boxing women. boxing women ni wanawake ambao wamekaa kisharishari, kila changamoto ambayo inatokea wanataka waitatue kupitia mabishano, waitatue kupitia ugomvi, na ni wanawake ambao waone shida kabisa kunja ngumi. Inawezekana ni kwa sababu labda wamezidiwa na homoni ya testosterone ambayo inawafanya wa behave kama wanaume au ni aina wanawake tu ambao ncha wenyewe hawataki kuwa, kuwa chini ya mwanaume, hawataki kuonekana wanyonge, hawataki kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kila kitu kinapotokea wao wanatamani kuwa washindi, kila kitu kinapotokea wanatamani wow, wao waongoze kwenye hicho kitu. Kwa hiyo unakuta mwanaume kwa sababu anatamani amani na utulivu, inapotokea kwamba mwanamke anaonyesha dalili za kuwa mwanamke msharishari, anaona kwamba the best option niye kuondoka. Na wanawake wana maana wanakuja sio watata tu kwenye swala la mahusiano. Wanakuaga wako hivyo pia kwa, kwa majirani, wako hivyo pia kwa ndugu. Yaani ni wanawake ambao ukifuatilia stories zao utasikia alikosana na fulani, akapigana na fulani, akamfanya kitu fulani fulani kwa sababu ni nature wako hivyo. Aina ya tatu ni patient women. Patient women. Patient women ni wanawake ambao mara nyingi wanakuaga wanaumwaumwa. Tunafahamu kwamba kwenye maisha hakuna mtu ambaye anapenda kuumwa na hakuna mtu ambaye anafurahia hali ya kuumwa, lakini hii aina ya wanawake imezidi. Leo atakwambia anaumwa tumbo, baada ya muda atakwambia anaumwa mgongo, baada ya muda fulani atakwambia anaumwa sijui miguu, baada ya muda atakwambia sijui ana changamoto fulani kwao. Unakuta yani, kila unapowasiliana naye lazima awe ana update fulani kuhusiana na changamoto inayomsumbua, na hasa wanaume wanaona kama mwanamke wa jinsi hii anakuwa ni mzigo, kwa sababu anajua kwamba mwanamke wa namna hii tunaweza kukua kila siku tunakimbizana hospitali. Na uzoefu ambao niko nao mpaka sasa, nimekuja kugundua kwamba ni aina ya wanawake ambao ukiwalisia, wanakuaga hawaumwi. Yeye unakuta anakuwa na kitu fulani anakuwa anasema, kwa sababu anatamani kupata attention, anatamani kuonewa huruma, kwa sababu anatafuta huruma na anataka kupata attention na mwanaume wake anaona kwamba the best way ya mimi kupata attention na huruma ya mwanaume ni kumwambia kwamba mimi naumwa, kwa sababu kuna kipindi unaweza kukuta anaumwa kitu cha kawaida kabisa, lakini jinsi ambavyo analalamika ni azifu anaumwa ugonjwa mkubwa kweli kweli. Kwa mwanaume akishaona kwamba kila siku taarifa ambazo anapatiwa naumwa hiki naumwa kile naumwa hiki naumwa kile, mwanaume anaona kwamba huu ni mzigo na anatafuta namna ya kuutua. Sisemi kwamba mnajifanyisha kuugua, lakini wakati mwingine unaweza ukatafuta namna nzuri ya kuwasilisha taarifa ya kwamba wewe unaumwa. Wewe unaweza kumwambia baada ya muda fulani, ukaumwa kichwa, ukatafuta dawa mwenyewe, ukapona. Lengo ni usipeleke zile taarifa za so kwamba wewe unaumwa mara kwa mara. Hata kiukutemka kama mwanamke ambaye unaumwa mara kwa mara. Akiona kama ni mwanamke ambaye unaumwa umwa, the best way anaona kwamba ni yeye kukuacha ili aje mwingine ambaye anaweza akakuchukua. Aina ya nne na ya mwisho, wanawake ambao wanakimbiwa zaidi na wanaume ni spenders. Hawa ni wanawake ambao wana matumizi mabaya ya fedha. Ni wanawake ambao nakuta wao wakipata fedha wanawaza kuitumia mpaka inaisha ndipo akili zao zinatulia. Lakini pia unakuta ni wanawake ambao wanapenda maisha fulani hivi ambao ni classic. Unakuta simu wanazotumia, unakuta nguo wanazovaa, viatu, maeneo wanaoenda kula, trip ambazo wanasafiri, mara nyingi ni watu ambao ni wanawake ambao wanatumia hela nyingi sana. Sasa, changamoto kubwa ya wanawake wana maana ni kwamba kwa sababu ana matumizi makubwa ya fedha na hawezi akamudu zile gharama za kifedha kwa kutumia mwanaume mmoja, anajikuta anakuwa ni gold digger. Gold digger tafsiri yake ni mwanamke ambaye anaingia kwenye maisha ya mwanaume fulani, anamlagai kwa maneno matamu na vitendo vizuri, lengo ni kupata hela kutoka kwake. Kwao wanawake wana namna hii, mara nyingi sana wanakuaga wana kesha club, wanakuaga wanaenda kwenye birthday parties. Yani ni wanawake ambao wanapenda vishughuli, na kwenye kila shughuli anataka aende na nguo mpya. Kwenye kila shughuli anataka aende na kiatu kipya. Sasa mwanaume akishaona mwanamke ana matumizi mabaya ya fedha, anaona kabisa kwamba hawezi akafaa kuwa msaidizi kwa mwanaume. Anaona kwamba njia sahihi ya mimi kuepukana na hii shida ni kumwacha huyo mwanamke. Tumejifunza vitu vinne ambavyo vinapelekea aina nne wanawake ambao wanakimbiwa na wanaume. Ninatamani uniambie kwenye hizi aina nne, ni nani unamfahamu anaangukia kwenye aina mojawapo, au ni wapi ambapo umewahi kumuona eh, mwanamke ambaye anaangukia kwenye aina mojawapo kati ya hizi kama tusikie kutoka kwako ili sisi tujifunze zaidi kupitia kile ambacho utakomenti hapo chini.